Niwapongeze wana Makete. Tulipofika hapa, cha kwanza tumeenda kukagua nyumba yenu. Niwape pole, ule kumbi pale mlijengajenga ukabomokabomoka hivyo, aliyopita sindwere tugange. Lakini chini ya uongozi wenu hapa, mnayo nyumba. Nilikuja nikashiriki, kila kona nimeshiriki. Nilikuja nikashiriki, leo nimeona mnaanza kuwezeka bati, yaani kwa kweli, hebu jipigieni makofi. Namaana viongozi wenu ni waamilifu, hawa wanapokea michango mbalimbali mbali. Hela ni ngumu jamani, hela tamu. Sauda angeweza akakaa ofisini akakusanya hiyo michango akara, lakini kwa sababu anawapenda wanawake wa Makete, ametenda vyema. Ni makofi yake hilo. Sitaki kutaja wilaya nyingine mm -hmm. Nimeanza na hiyo ajenda kwa sababu ndo ajenda nyeti mm -hmm. Mimi kama mama yenu kule Taifa kila wakati natia aibu, na kuna kipindi nikaenda nikaji nyanyambua kwamba Makete tayari wako kwenye renta, kumbe nilikuwa sahi leo naezeka wilaya lakini leo, mm -hmm. Leo nimekuja hapa kamoyo kangu kamefurahi sana kwa sababu hizi nyumba tunazoenda kujenga mwisho wake tarehe thelathini mwezi wa sita si ndio? Ndio. Tuliambiwa kule mwisho tarehe thelathini wote wenye nyumba na, kama, kama ulikuwa huna kiwanja uwe na kiwanja. Kama ulikuwa una nyumba basi umeshawezeka na kufanya usafi. Kama ulikuwa hujajenga hivyo, lakini Makete mnayo sababu, na nitasema kwa ushuhuda, kwa sababu na picha nimepiga. Ameongea hapa sifa ya kiongozi si ndio? Ndio. Lazima uwe na uchungu na mali ya jumuiya Scholastika nasema maneno kidogo, kazi na ndio maana nimefika hapa. Umekuta hapa kiti akifanya nini? Hakikaliki, mara nimetoka mara nimefanya nini, na hata kule tuliko enda jana, nao wanachapa rapa nyumba yao, yuko kwenye lenta. Mwone kwamba wana Makete, mmefanya kazi vizuri, mna mshikamano, mna upendo, shetani asiingilie kati Hivo mm, endelea kumwombea mwenyekiti wangu hapa. Leo yoko na tabasamu, kama galikua mbea, mgekua mmeshamua, kwa inamaana nyinyi upendo. Naye asante sana basi. Mimi niseme hivi maneno mengi amesema, tusipotezeane mda, maneno kidogo, kazi zaidi, amin. Nilikuwa na jambo moja hapa nilikuwa na nalo la ujenzi ile ofisi pale, ile nyumba, nikaona kwamba eh? nyumba ya mtumishi ameanza kuwezeka, ni mtu tumeshampongeza, ndio na nenda kuwabana watu. Kiongozi usiwe selfish, kiongozi usiwe mchoyo, kwamba nikimwita mwenyekiti hapa kinichangia atanyang'anya nafasi yangu. Kama ipo ipo, kama ipo ipo. Mimi na ana Mwalongo, Scholastika Kevela na ana Mwalongo ana Mwarongo umesema natoa nini? Sema mwenyewe sisemei, katika mi, mi, bati ishirini zilizobaki bati kumi. Oh. Na mimi mama yenu bati kumi Ina maana sasa nyumba tutakuwa hatudaui kuwezeka mifuko ya simenti tutakuwa nayo, na ujenzi mwingine utaendelea. Katibu, tutakapokuja tutakuja kuona sura nyingine, so nyumba haitakuwa vile. Ni wakati wa uchaguzi, tukahamasishe wanawake wengi wajitokeze kugombea isiwo wamefika kwenye kata basi, ukimwona mwenzio yule pale anakuja unampiga, unamtandika, unamdulia jungu una, si sawa mm -hmm. si sawa mm -hmm. Ongea, haya ni maagizo ya kitaifa mm -hmm. na maana wamepanua wigo wa uchukuaji wa fomu mm -hmm. hata wabunge wenyewe wanaweza, Makete wanaweza kachukulia, mm -hmm. kachukulia mkoani mm -hmm. sio lazima aje mkoani tu mm -hmm. mbunge anavuta fomu popote wa viti maalum, kinachotakiwa zile Si ndio, katibu, tarehe za kurudisha fomu. Ta wanawake, tumeshika jungu lile tunalikoroga, ninaomba tukalikoroge wote, tusimwangushe Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukiichezea nafasi hii hatutakaa tuipate tena. Kweli kabisa. Tutalaaniwa miaka mingapi, wanaume wameshaanza kulalamika. Unajua, na wanawake, naomba tuungane kwa umoja wetu tuhakikishe mkoa wa Njombe tunaongoza. Mtakuwa mmeniheshimisha sana Saan. Labda niwaambieni tu mm, mwenyekiti mie Scholastika ukitafuta mm, wenye kit, wenye viti watatu bora wa kitaifa na mimi, lakini heshima hii mmenipa nyie kwa sababu katika muda uliopita wagombea wenzangu wote walifyekwa, nikarudi peke yangu, yaani kule taifa walifyekwa wote, wakaja wageni tu. Sasa heshima ile mlionipa, tuwe na heshima katika vipengele, kwenye maendeleo, kwenye uchumi, kwenye malezi ya watoto, si ndio? Jamani, mmenipa heshima kubwa sana, naomba tusonge mbele kwa kazi. Kila nikipita huwa naota Makete rudewa wangi ng'ombe, najivunia sana dhidi yenu hatuchagui viongozi kwa kiwango cha fedha, kwamba mm, huyu katoa mia tano, basi huyu ndo anayefaa. Mm, huyu katoa elfu kumi, huyu ndo anayefaa. Ukiona una mfumo huo utapata kiongozi fedha na kiongozi fedha, uwezi ukamdai maendeleo. Kiongozi fedha uwezi kumdai, atakwambia tulimalizana na wewe, sisi CCM. Mm, oye -E. chagua mtu mwenye moyo yani, kama mchungaji hivi. Mchungaji, wachungaji wana mshahara? Hamna. Tuchague watu wa aina hiyo, ili tutakapompa kile cha ziada awe na uwezo wa kuleta kwenye jamii ambayo imemchagua hapo. Vipi hapo? Sawa, tunajitoa kwa hali na mali na nyinyi mnajitoa kwa hali na mali. Sisi ni wazalendo unajua ni kama timu ya Yanga na Simba, si ndio? Ukiwa Yanga, Yanga, ukiwa Simba, Simba, hata kama ifungwe vipi we hapo hapo tu. Kocha chama chetu cha Mapinduzi, sisi tutakufa na chama na, na, cha Mapinduzi. Kuna wema na hapanaidi mbele ya chama mapinduzi a mpakaufai mbeni imbeni na hapanaidi nitakulinda mapinduzi mpaka kufa hapa jamani, situme hapa jamani, tutakilinda Chama cha Mapinduzi kwa gharama yoyote Ndio. Tena katibu wangu hapa ajaongea mtamwambia aongee neno moja uja o, anaitwa naye simtundulisu sijui ngalihiki shahere. <laughs> ana anatuletea hapa nakimbia na mpira kwa pani. No no, reform, no election. Hiki ni chama cha mapinduzi, uchaguzi utafanyika, ije mvua lije jua, uchaguzi upo. Marao nagomea kura, hebu goma tuone. mm. Utagoma siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, njaa imekonyoka mwenyewe, naenda kutafuta chakula. Ndio njaa mchezo. mm. mm. si Wabena tunasema njara likoko yakomilwe na mhavi. mm. sisiemu <laughs> oye njara likoko uchaguzi ni namba. Tutakapopata kura nyingi Makete, mjue kwamba hata utendaji wa kazi utakuwa wa ufanisi, lakini vile vile hizo namba zitatusaidia vile vile katika maendeleo. Kwa hiyo wanawake, nyinyi viongozi ambao mko ngazi ya kata, tunawategemea nyinyi wa kuibua matatizo yaliyoko kule chini, myalete huku juu, na yatafikia kwa mwenyekiti wakata wa wilaya, lakini mwishoni yanaenda kuripotiwa kwa kamisaa wetu wa Chama cha Mapinduzi, ambaye ni mkuu wetu wa wilaya. Tatizo lolote nenda karipoti kule kwa mkuu wa wilaya, lakini vile vile tumpongeze mama Samia kwa kazi ambazo wanazifanya. Milioni 900 zimekuja kwa ajili ya kuboresha hospitali yetu ya wilaya. Sindio? Diwani anafanya kazi kubwa sana sana sana. Sisi wakina mama tumsemee mama huyu popote unapokuwa, sisi ndio wawakilishi wake. Mmevaa vilemba vina picha ya mama Samia, sindio? maana yake nini? Ndio. Mnampenda, mnakwenda naye na mnamsemea. Tumevaa nguo zake hizi, vitenge vina picha ya mama, sawa maana yake nini? Mama huyu tunamsemea, tunampenda na tunakwenda naye, anafanya kazi kubwa sana sana sana. Siku ikitokea Mwenyezi Mungu amegeuza kitabu, kimeenda kushoto, wanafikiria mpinzani atakutambua we kama mjumbe wa kamati ya utekelezaji, au kama mwenyekiti, au kama katibu? Hakuna. Sisi ni wenye eneo na bado wenye nchi na bado tunatawala Tukajipambanua katika maeneo yetu, tutafute viwanja tupate kujenga nyumba zetu za UWT, tupate kulima mashamba yetu ya UWT. sisi goe si, amezungumzia swala la miradi. Tuna zahanati tuna barabara tuna umeme, kuna vituo vya afya, kuna madarasa. Naona hayo Man. yote, Mama Samia ametuma hela zinatekeleza miradi hiyo, tukaisimamia kwa uangalizi mkubwa, ili tuweze kupata maendeleo.